Wanajua kushika watu. Wakati Mungu amekubariki, wa Mungu amekuinua, bariki wengine.

Hata yule anayekukoropea anayeosha nyumba yako, muheshimu, mpatie pesa zake, ulipe pesa zake, give them their money, pesa zake them, usibakie na pesa ya mtu kwa sababu una uwezo. Siku moja huyu unayemdharau atakuwa faraja na baraka katika maisha yako, kwa sababu maisha maisha kama mtu hajakufa kuna tumaini juu ya maisha, kuna tumaini juu ya maisha.